Kuna dada alisema hawezi kuosha vyombo kwenye beseni eh. Anataka makaro ya kuoshea vyombo alafu inawezekana ikakuta kabisa katika maisha yake alikuwa noga kwenye matofali haya, so <laughs> point ni kwamba, jamani, wadada kazini, lazima uwe uwe mwepesi kubadilika. Kinachowashinda wengi ni wagumu kubadilika, mnataka kulazimisha maisha ulioyaishi ulio wewe au unayoyataka wewe ndo kaishi hapo. Hicho kitu hakiwezekani, wewe ukienda kazini unatakiwa wewe ndo ufuate mazingira ya kazini na kuyaboresha. Yaani msiweke matarajio ambayo hayapo, expectation. Wewe tarajio lako kenda kazini ni sehemu ya kulala, chakula, mshahara, majukumu. Tumemaliza. Hivyo vingine vitaendelea kubadilika na wewe uta utaviboresha. Msijiweke stress. Yaani hizo ni stresses yani, ambazo hazina maana kwako. Unajiwekea stress zisizokuwa na maana. Simeelewa eh? Yaani msijiwekee hizo stress jamani. Maana hapo mnaanza kuweka matarajio makubwa kwa kitu ambacho hakipo. Unataka bosi wako awe perfect. Si ndio? Lakini kwani nyinyi ni perfect? Hapana. Si ndio? Maana tunachokizungumzia hapa ni kama inaonekana, mimi ninavyoona, ni kama tunataka mabosi wawe perfect, si ndio? Lakini mabosi hawezi kuweza kuwa perfect, hawezi kuwa sahihi muda wote. Kuna muda watakosea, na wewe utakosea. Cha msingi wewe, tumekuchukua kama msaidizi wetu, ndo unatakiwa kwenye hizo imperfection ndogo ndogo za kiutendaji, wewe ndo kazi saiishe. Sijui mnielewa eh? Wewe ndo kazi saiishe, kwa badala apa alamika ya kuja hapa mnalalamika, bosi wangu ananicheleshea muda wa kupika. Kaa naye, ongea naye, boresha muda, andaa vitunguu, andaa nyanya kama ulivyoambiwa, sijui fanya nini fanya niweka hapo. Si ndio? Jirekebishe. Then, maisha yanaenda. Aya, ulitaka Ruth aongee. Ehe, Ruth, Ruth je, uchangie hii mada, kwa sababu hichi ndio kiini cha mada ya leo hii workshop ya leo. Tumekuja hapa tunasema ni jukumu gani la kwanza la dada anapokuwa kazini, na tumefika hapo kwenye bosi anatoa oda yake, dada anasema ananipa oda kwa kuchelewa. Kwa hiyo sasa bosi ni yupi <laughs> eh? Ruthi, abe umeelewa mada inayoendelea hapa? Ndio, ndio, tupe mchango wako. Wadada Center nguzo ya familia. Mimi huwa nazingatia kazi zote ambazo nilielekezwa kwa usahihi, the way anataka yeye nifanye bila kukosea, uh, lakini jukumu kubwa ambalo linakuwa linazunguka kila dakika, kila saa kwenye akili yangu ni jukumu la kuangalia watoto. Yaani naweza nikawa napika nafanya usafi, lakini akilini najiweka nina mtoto namwangalia. Kwa hiyo natakiwa nihakikishe sipitilizi kwenye majukumu mengine, niwe nakumbuka kwamba nina mtoto. Hata kama amelala, natakiwa nimchungulie ameamka, au bado amelala, amelalaje. Hivyo kwa hilo, ndio moja kubwa ambao wanaizingatia. Jamani, mmemsikia na Ruth wewe umerudi kwenye wa, eh, watoto bosi wake anachotaka watoto, watoto. Kwa hiyo mda wote pamoja na majukumu aliyokupa watoto si ndio? Ah, nafikiri wamekusikia. Mwingine wa kwanza alisema watoto, watoto, watoto. Bosi wako yuko hapa. <laughs> <laughs> <laughs> atatuambia kama ni kweli au <laughs> Wadada Center ya alichokisema Ruti ni sahihi, kwa sababu mimi hata dada anapofika cha kwanza wa namwambia, nahitaji kila siku unapofanya majukumu yako ufate Wadada Center ya hapo. Nataka kutilia mkazo wapo alipoongea Ruti kwamba anafanya majukumu yake kulingana na kile bosi wake ambaye sasa ni mimi ninachotaka hicho anachosema ni sahihi kabisa yes, na ni kitu ambacho mimi, dada yote atakayekuja kwangu lazima nitamwambia, wewe fanya kila kitu, sitakusimamia, lakini fanya kulingana na nilichokuelekeza. Kwa sababu mimi dada akifika, kama yuko peke yake, huwa natumia mwezi mzima wa kumcoach, lakini kuna wale wanaokuja kwa mfano, nampia huyu Kathe, namwachia sasa Ruti, kwa sababu Ruti ni smart kwao, naamini anaweza kumcoach na yeye afate utaratibu. Kwa hiyo mimi ninachoona ni kujua bosi wako anataka nini na wewe kufanya majukumu yako kulingana na utaratibu. Tumesema deki inapigwa hivi, ujue kabisa nitapiga deki hata kama sipigi kila siku lakini inatakiwa ipigwe hivi. Tunapika hivi. Fanya utaratibu unavyotakiwa. E, kwenye upande kama imeonekana changamoto hizo ratiba. Ratiba mi ninachoona ni muhimu sana kwa dada ili aweze kuperform vizuri. Mimi nina ratiba na Ruti wanaijua na ina rotate kwa sababu na wadada wawili. Kwa hiyo nimeiweka ina rotate, yaani kitu atakachofanya Ruti wiki hii lazima wiki inayokuja na huyu atafanya. Kwa hiyo ina rotate, yani inakuwa ni rahisi, kwa sababu kweli mimi sipati changamoto na wadada, labda wanajielewa, lakini pia na utaratibu niliowawekea. Kwa hiyo nafikiri ikiwa hivyo inawasaidia sana wadada, lakini kwenye upande wa chakula nafikiri hilo ni swala la levo ya familia. Kila familia inajua kwamba kuna wanaoweka ratiba na kuna ambao hawaweki ratiba. Sasa kwa wale ambao hawaweki ratiba, nafikiri kama bosi kidogo hauko vizuri, inaweza kaleta changamoto. Kwa mfano, mimi mimi siweki ratiba ya chakula. Lakini hata siku moja uweze kurudi nyumbani, mimi narudi hapa saa kumi na moja, saa kumi na mbili, lazima nakuta chakula kimeshapikwa. Ni ile, kuna dada aliongea hapa akasema mawasiliano. Mimi niliwaambia kila ikifika saa tano au saa sita nitumie message niulize leo tunakula nini usiku, kwa sababu kweli mimi kuna siku naweza nikaa najisikia kulaiki. Kwa hiyo akiniambia, yani. Sasa hiyo ni bosi kuwa active, mimi niko active, najibu na akaambia, ukiona imepita nusu saa sija kujibu bibi, yani nikisikia zizi, naweza nikaa huko kwenye vikao, yani lazima nikiona ni Ruti, nikiona ni Kathe, yani lazima ni nitamjibu. Yani kwa hata mabosi tujitahidi, tuseme kuwa responsible, yani kujua kuna kuliwa wewe si ndio mama wa familia? kuna, kuna kuliwa na ninajua lazima dada ataniuliza. Kwa hiyo mimi mwenyewe najua hilo jukumu langu, dada ataniuliza kwa hiyo na mimi muda wote nikikaa, kwa sababu mara nyingi husema kweli simu hatufuniki hivi, mara chache tukiwa kwenye vikao, lakini mara nyingi iko hivi, lazima utaona message ya Ruti utaona ya Kathy au dada yoyote, jaribu kumjibu kwa wakati. Nafikiri hiyo inasaidia, hata dada anakuwa anapata moyo, kwanza anakuandalia hata chakula kizuri. Yani mi dada kuanzia saa sita hadi saa kumi na mbili umeshindwa kweli kuandaa chakula kizuri na kikawa tayari. Kwa hiyo nafikiri hapo ni, ni kwenye pande zote mbili, dada na bosi tujitahidi, hasa mabosi wa dada, mimi nasemaga wa dada wana kazi, kwa hiyo tujitahidi. Yani mimi nilishakaaga na peke yangu nilivyojifungua mtoto mdogo mwezi mzima bila dada, afu mtoto ndo ana mwezi mmoja na nusu hivi miezi miwili, ile kitu ndo ilinifanya nikasema lazima watakaa dada wawili siwezi kuweka dada moja hata, hata weza, kwa hiyo yeah. ile pale pia nafikiri mabosi, tujitahidi hiyo mind kujua kwamba dada, jamani, haji kuteseka. Dada anakuja pale kukusaidia wewe ili familia yako iende vizuri, mambo yako yaende vizuri, na wewe upate utulivu hata akili mm. kwa hiyo nafikiri ratiba ni muhimu, lakini dada pia tambua kila kazi unaofanya kila siku kulingana na bosi wako anachotaka, wala hutaona mnagombana naye, labda tu kama kuna ni nature sasa ya mtu binafsi hapo mm. Ah yeah. Jamani, pigeni makofi boss. Kwa hiyo eh, samahani ni tuseme kwa kifupi, nikisamalaizi ulichokisema yeah. Dada ni msaidizi, si ndio? Okay. Kwa hiyo we mwajiri msaidie ili akusaidie kabisa. Kwa sababu usipomsaidia kukusaidia yeah, ndo hizo changamoto zinatokea okay. Kwa sababu hata mimi naambiani hamtoka mnione Mm. Na ingia ingia sehemu naambia, lakini usijue kwamba si, usijue kadhani sifahamu kitu. Yaani mimi nikiingia tu getini hata mm. kama kuna pungufu lolote nitalijua tu, kwao wewe fanya kazi zako perfect mm. utanisikia yaani, ukinisikia naongea ujue kuna na wenyewe ananjua kabisa mm. kwamba yaani ukimsikia madam ameongea yaani ujue kweli na shida, au hata yule mgeni anaweza akasema, na anacheka anajua <laughs> yaani siku hata mwenyewe ukifika tu anaanza madam yini leo. Yaani unajua kiusura chake tu unaona, ehe. Anajua kabisa kwanza nikifanya mm. kosa lazima madam akiingia ni report, kwa sababu mimi pia ile uongo uongo sipendi. Kwa the way unavyomtreat dada na yeye ndo atakavyo mm. kufanyia shughuli zako. Mimi nawachukulia tu kama ndugu. Kama si tunavyoenda makazini kule, senge na shumu hivi mm. yeah. <laughs> na si kule tungekuwa tuna tunapelekeshwa hivi tunge eh. tungekoma. Yeah, na ndio hiyo cha msingi ulichokiongea hapo, yani yote ndio hiyo navyosema kumsaidia dada akusaidie eh. Maanake wewe umeact kama kiongozi wao eh. Sasa shida inakuja kwa dada wanapopata waajiri ambao sio viongozi wazuri kwenye nyumba zao, hapo ndio inakuwa shida eh. Kwa hiyo nafikiri eh. Ni wito kwa wajiri sasa, wamesikia eh, naomongea, lazima wawe wao ndio viongozi wa wadada, kwa sababu hata kama dada yupo. Kitu kikienda vibaya, watakao kutolea macho Mi mama hata kama dada anaweza akamwangalia mm. we mama. Mm. Una, una dada baadaye, sasa dada watakuangalia, utajijua baadaye, sasa ndio utajijua. una asante sana, tunashukuru eh, eh, kidogo eh? eh, eh, ratiba ratiba, mm. eh una ratiba nyumbani? mimi nina ratiba. una ratiba, ina inasaidia, unaona, inasaidia. siku zote ulikuwa na ratiba au kuna kipindi mm. ndio uliona lazima niwe na ratiba? Um, mi nadhani siku zote mm. nimekuwa na watoto mm. lazima kuwe na ratiba um, na na jinsi nilivyoiweka, mm. najaribu kumtolea dada mm. ba, vile vikwazo vyote ambavyo vita vitamzuia yeye kuangalia watoto kwa makini mm. kwa hiyo uh, tunahakikisha kwa vitu kama vyakula vinaandaliwa mapema eh? Uh, vitu kama usafi vinafanywa baadaye, labda watoto wakiwa wamepumzika mm. yeah. Kwa hiyo ratiba ni muhimu sana otherwise, yani utapata tu matatizo jamani. Niseme kama sijui kama kuna uh, waj, kwa waajili waliokuwepo hapa yani leo nyinyi nafikiri waajili wote wangekuwa kama nyie hapa nafikiri tunge solve asilimia 80 ya matatizo. asilimia 80. kwa sababu naonekana wote mmekubaliana na hiyo point, ratiba kuwaongoza wadada, nafikiri tuko vizuri wa. kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba waajiri wote wangeweza kufuata modo yenu hapa, nafikiri tusingepata shida nyingi sana, tungepunguza, kwa sababu wote mmekubaliana hapa, ratiba kuongoza wadada, ratiba kuongoza wadada kwa hiyo nafikiri tuko vizuri, kama wajili watawasikia na nyinyi wenzao, nafikiri tutakuwa tumesolve matatizo mengi makubwa yeah. Kama ambavyo huwa tuna tumekuwa tukilisisitiza swala la ratiba, na hawa mabosi wakiwa ni mmoja, ni wachache wa katika wengi ambao tunatamani wawe wanayatekeleza hayo, ambayo hao mabosi hapa wote walihudhuria leo, naona wengi wanaona ratiba ndio sahihi zaidi katika kuweza kumwongoza dada, kwa sababu kama alivyosema mkurugenzi Aaron Uh, waajiri ndio viongozi wa wadada. Dada anakuja nyumbani kwako, hawezi kuelewa ni direction gani aelekee. Wewe ndio mwenye nyumba yako na utaratibu na majukumu yako yako, una, una namna yako ambayo unataka yao yanatekelezwa. Kwa hiyo ratiba ni moja kati ya tool itakayomsaidia dada, kumshepu yeye kuendana na yale matakwa ya kwako wewe kama mwajiri. Nadhani bado tunaendelea kupata hoja mbalimbali, ila kuna waajiri wamekaa meza ile, nilikuwa naomba na wenyewe angalau watupe mchango wao kwenye mada ya siku ya leo. Sawa, wakati unakwenda ningependa nisisitize kitu ambacho Ruthi amekiongea muhimu kikubwa sana kwa wadada, wakitilie mkazo. Ruthi katika kuchangia amesema anamsikiliza bosi wake, anachotaka anayazingatia yale, lakini kwa kuwa bosi wake ana mtoto, wakati wote kasemaje? Wakati wote akili yake inakuwa inazunguka nini nini, kinazunguka kichwani eh? Kasema mbona siwasikii jamani? kasema an akili yake inakuwa inawaza watoto, si ndio? Inamwaza mtoto, hata kama amelala, ataenda atamchungulia kalala, kalalaje, si unaelewa? Maana mtoto pia anaweza akalala vibaya. Lakini nataka nisisitize hiyo. Kwa sababu gani? Kuna wadada mnakwenda makazini, mnakutana na watoto wadogo, hampei attention. Matokeo yake watoto wanapitia changamoto, watoto wanaumia na wewe dada upo ndio maana nimesisitiza hiyo pointi ya Ruth, kwa sababu kuna wengi wenu mko hapa, mna watoto wadogo, lakini mnakazana na kazi nyingine. Ni kweli ulikuwa unafanya kazi, lakini kazi na mtoto, kipi bora? Mzazi anashangaa mtoto wake ameumia, na we dada upo. Sasa kuna faida gani ya wewe kuwepo nyumbani kwake kama mtoto ataumia? Eti ulikuwa si unaandaa kitu gani, unafanya nini? hiyo ina maana kweli? Wadada, nawauliza naongea na, na, na nyinyi kwa sababu kuna hiyo kesi, mtoto kaumia, wewe huko tena, huko tu pembeni, mtoto ameumia. Sasa ina maana gani, au ndio utasema na mama yake si alikuwepo? maana ndio tabia hizo. Sisi tunaelewana, unaangalia uko kwenye nyumba gani. Kama watoto ni wakubwa kama wa kwetu ambao wanajitegemea, haina shida lakini unapokuwa na watoto hawa ambao wanahitaji uangalizi ni watundu wale ambao wanapanda huku na huku, lazima kwenye akili yako muda wote, chochote unachokifanya uwe unakifanya unacho na watoto, chochote unacho. Hata kama unaosha vyombo, hakikisha hawa watoto unaosha nao hivyo vyombo, ili wasije wakadondoka, wasije wakaanguka, wasije wakaumia. Lakini usiwaache usi, anga, usi watoto kule eti wanacheza, ngoja nifanye kitu fulani, unakuja unakuta mtoto mtoto damu zinamwagika, tunaelewana? Tunaelewana jamani? yeah. Eh, hiyo pointi ni ya muhimu sana. Uko kwenye nyumba ya watoto, hakikisha cha kwanza kichwani kwako kinachozunguka ni watoto wale, kwa sababu pamoja na maelekezo yote utakayopokea kwa bosi wako, lakini watoto wake au mtoto wake ndio namba moja. Huo ndio moyo wake, umeenda hapo kumsaidia usalama wa mtoto au watoto. Hicho ndio nitaka nisisitize. Haya, bosi hapa anataka pia kuongezea. Asante mkurugenzi, kweli kwa kuongezea. kama hapo unavyosema, mi kwanza nipende kumshukuru dada yangu mi na dada zangu smart before, nilianzaga na traditional nikawa napitia changamoto baadaye, nikawa na traditional na smart nikawa na changamoto, baadaye ndo akanishauri kwamba chukua smart. Kwa kweli tangu nimechukua smart, yani na amani Nawapongeza sana Wadada Senta kwa kutushauri kwa kuwaandaa wadada vizuri, kwa kweli na amani ya moyo. Lakini wadada wanatofautiana pia. ulivyozungumzia swala la watoto na mdada anaitwa Fausta, huyu dada ni mchukua wake wa mwanzo, yaani yuko very good kwenye watoto, unaweza ukafikiri ni professional kabisa. Tangu alivyofika mimi, kipindi cha mwanzo ni kuaga na, na kesi za dada na mtoto mara nyingi dada baada ya siku mbili tatu unaona dada kaleta kesi, mtoto kaleta kesi, wakati ni utundu tu wa kawaida, kawaida kama hivi, huyu kacheza, huyu mara kakataa kuoga. Lakini kwa Fausta sikuwahi kusikia hata siku moja kesi ya mtoto, na pale nyumbani huwa na kamera, naweza nikafuatilia matukio yaliyoendelea siku nzima, the way anavyotreati watoto kwa upendo mkubwa, kuanzia mdogo mpaka mwingine. Hata kama kuna kitu anafanya, kuna kitu kimetokea, lazima ataacha atakuja kumchukua mtoto. Yes. Kwa hiyo nikasema kama ulivyosema madam, wapo hata kama una majukumu mengine lakini ukishajua kwamba nyumba ina watoto akili, lazima uende ukaangalie, kama ni mdogo amelala ukamwangalie, kama ni hichi kinaendelea kwa mtoto, lazima uangalie, kwa sababu mwisho wa mwisho hata ukiandaa hicho chakula au ukafanya kazi nyingine vizuri, kama nimekuta mtoto ameumia au watoto wakiwa wanafuatana, mnajua wanagomba saa nyingine wanacheza, wanapanda wanaruka, ujawaangalia hicho chakula tashindwa kula kwa hiyo ni kweli muhimu, ni muhimu kabisa madam. Nilikuwa naongezea hapo, inatakiwa kama nyumba ina watoto, unajituni kulingana na watoto. Kwa hiyo na sisi wadada tuende hivyo hivyo, kama ulikuwa na nyumba haina watoto wanaishi hivi, nenda nao hivyo, ukibadilika ukawa na watoto wadogo, watoto wana, wana, wana nani wana makuzi kuna ambao ni wadogo wanaofuatia kwa ena, nenda kulingana na maelekezo uliopewa na bosi wako, kwamba waangalie watoto vipi, na wewe pia ukijiongeza kulingana watoto kwa na watoto wanavyokua, yaani unaweza ukawa na dada mpaka anakushauri vitamini, anaweza anaweza kwambia mtoto ana appetite ya kula, hebu mletee vitamini. Ndio, ndio. <laughs> <laughs> dada niliyowapata kwa kweli, au mletee dawa fulani, ehe. Kwa hiyo <laughs> inakurahisishia dada, anaweza kaona kama saa nyingine hujampa ushirikiano. Majukumu huko nje ni makubwa, kama Joe anavyosema unapitiwa. Kwa hiyo usipowapata wadada ambao ni makini nyumbani unakuwa na pressure, lakini ukiwapata wadada ambao wanakuwa makini nyumbani unaweza ukafanya nawe majukumu yako mengine vizuri kwa amani. Kwa hiyo nawashukuru sana Wadada Center kwa kutushauri, kwa kutufundisha, kwa kututoa kutoka stage moja kwenda stage nyingine. Tunawashukuru sana. Asante sana jamani, makofi. Na sisi tumepewa maowa yetu kwa kushauri, na hiyo ndio kazi kubwa tunayoifanya hapa. Uh, tulisema nafikiri kwenye workshop iliyopita, ndio hiyo tulisisitiza sana, kwamba jamani, mabosi, sio kwamba tunawalazimishia a wadada wanaoitwa smart au professional, ila ni kwa sababu tumegundua wana uwezo wa kutoa huduma bora zaidi. Hicho ndio kikubwa tulichosisitiza. Tukasema we ukishajua kwamba ubora wa hawa dada ni huu na we ukastiki na huo huyo huyo, kama ni traditional kutokana na uwezo wako haina shida, lakini utakapoona zile changamoto usitulaumu sisi. Kwa hiyo nimefurahi umeacknowledge kwamba Wadada Center unatushukuru kwa kushauri, maana hiyo ni kazi kubwa sana tunayoifanya. Kile kitendo cha kugundua kwamba kumbe wadada wote hawafanani kuna levo na kwenye hizi levo ubora wao ni tofauti. Nafikiri mmekiexperience na ndio hicho umekitoa hapa, na unaona mwenyewe unasema una amani ya moyo. Imagine hata sisi tulikuwa tunapata shida tunapokuona kila siku unakuja, kesi ni hii, changamoto ni hii, tukaona hebu tuendelee kukushauri. Lakini pia tunashukuru kwa sababu wewe ni miongoni mwa wale mabosi wanaotuelewa, wanaopokea ushauri, kwa sababu wengine wao wanachokimbilia ni kuona kama tunataka hela.